Sasa hivi ni kwamba jamii ya Wamasai imeshabikia zoezi la kusuluhisha migogoro kwa upatanisho nje ya mahakama ambapo wazee huhusishwa kwenye zoezi hilo. Katika hafla moja eneo la Torosei, Kajiado Magharibi, wakazi wanaokabiliwa na mizozo ya ardhi kwa miaka mingi, wazee wa Tanzania na Kenya walifanya kikao chini ya mti ili kutatua migogoro hiyo. Nancy Kering anaarefu zaidi <todicare> Mkutano huu unaoendelezwa chini ya mti katika eneo la Torosei ni wa kipekee. Ni mkusanyiko wa kutafuta suluhu ya migogoro ya ardhi ya kijamii ya Torosei. Wengi wamemiminika hapa ili kupata suluhu ya ardhi ambayo imeleta mvutano baina ya jamaa wa eneo hili. Sisi kukaa kwenye ndani, anakaa kwa miti kwa na muhimu wake kusuluhisha watu ndani ya miti, sio rahisi kuenda opisi, opisi ni mambo ya sheria. Miti ni mambo ya mila, kwa hiyo siendi kwenye ofisi kwa ajili y anaongea mambo ya mila. Kwa hiyo kama anawetaka weke sheria anaenda kwenye ofisi, lakini kama hakuna sheria ambayo sisi anaongea kama kabila letu la Masai anayakaa kwenye miti. Wakazi wa eneo hili la Chorosei, Kajiado Magharibi wamekumbwa na migogoro ya ardhi kwa miaka mingi, na leo tumeungana viongozi wote kutoka mji wa Tanzania jirani na pia hapa kutoka a, hapa pia jirani na sisi kutoka eneo la Magadi na Lodokilani, kwa jumla tumejumuika wote hapa leo, na sababu yetu ya kuja hapa ni kilio ya kina mama, wao wenyewe wameshikana wakilia kwa sababu ya ardhi na mzozo wa ardhi. Hii ni baada ya wakazi kutofautiana kwa ugavi wa ardhi ya kijamii ambapo kikundi kimoja kilitaka ardhi kugawanywa kwa watu binafsi huku kingine kikitaka isalie kuwa ardhi ya jamii. to wangu kwanza kwa wale viongozi ambao wanatafuta amani ni kwamba wasimamie haki, kwa sababu kenye mipiganisha watu wa Torosei, ni kwamba ardhi yao imepeanwa kwa watu wa nje ambao sio wenyeji. Tunaomba kwamba wasimamie haki na ardhi hii irudi kwa wenyewe ambayo ndio wengi, wale wengi wanasema ardhi irudi kwa wenyewe na ikuwe community land na watu wakuwe registered. Baada ya malumbano ya muda na kesi kuamuliwa kotini, jamii ilisalia na ugomvi, jambo ambalo limewafanya viongozi wa kitamaduni kutoka nchi jirani ya Tanzania na Kenya kufanya mkutano wa kuleta amani chini ya mti eneo hili la Torosei. Sisi kama wamama tukaamua ya kwamba hatuwezi kubali eneo yetu iangamie, watoto wetu, uzao wetu <coughs> tukajituma sisi wenyewe kama mama, tukaenda Matapato, tukaenda Shompole Eh, maeneo mpaka Tanzania tumefuka mpaka mpaka tukaita wa wazee, wazee, wa kimila wazee wachaguliwa viongozi wanakuja kutupatia mawaidha sisi tukiwa pamoja kama Torosei. Ishara hii ya maombi kwa lugha ya Kimasai imeheshimiwa huku, wanaume wakipewa rungu kushika kwa pamoja kama njia ya msamaha. Kina mama anakuja huku kumuita sisi kama lagwana ni wa mila na disrei Tanzania inakuja kushiriki kuunganisha. Kwa hiyo imekuja kutoa suluhisho ya wale watu ambaye anapigana kwa ajili ya ardhi ya Turusi. Ni mkutano uliowahusisha wanaume peke yao, huku wanawake wakiwa kando kisha wakajumuishwa pamoja baada ya maridhiano, njia moja ya kusuluhisha migogoro ya ardhi katika wa jamii hii ya Wamasai. Wazee kutoka maeneo tofauti wa Iseuri wameweza kukutana pamoja ili kuleta suluhu kati ya vikundi viwili. Nancy Kering Runinga ya Citizen, Torosei, Kajiado Magharibi.